Masomo ya misa takatifu Ijumaa, Dominika ya pili katika kipindi cha Noeli. Somo la kwanza: Yohane wa kwanza sura ya tano mstari wa tano hadi kumi na tatu. Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Yohane. Wapendwa, ni nani awezaye kuushinda ulimwengu isipokuwa yeye tu asadikie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu? ni Yesu Kristu aliyekuja kwa ajili ya maji na damu. Hakuja katika maji tu bali maji na damu pia. di Roho ashuhudiaye, kwa maana Roho ni ukweli. Basi kuna watatu wanaoshuhudia: Roho na maji na damu, hao watatu hushuhudia neno moja. Ikiwa tunapokea ushuhuda wa wanadamu, basi ushuhuda wa Mungu ni mkubwa zaidi. Ushuhuda wa Mungu ndio huu, ameshuhudia mwanawe. Kila asadikie kwa mwana wa Mungu anao ushuhuda huo ndani yake. Asiyemsadiki Mungu amemsingizia kuwa mwongo, kwa sababu hakubali ushuhuda huo alitoa Mungu juu ya mwanawe. Huu ndio ushuhuda wake, Mungu atametujalia uzima wa milele, nao uzima umo kwa mwanawe. Kila aliye na mwana anao uzima kube kila asiye na mwana wa Mungu hata uzima huo kube kila asiye na mwana wa Mungu hana uzima huo. Nimewaandikia hayo mfahamu ya kuwa mnao uzima wa milele, ninyi wenye imani kwa jina la mwana wa mungu neno la bwana tumshukuru zaburi ya kuitikizana zaburi sura ya 147 mstari wa 13 bili hadi 13 14 hadi 15 kisha 19 hadi ishirini kiitikio mtukuze bwana e yerusalemu Bwana umtukuze Bwana, e Yerusalemu. Umtukuze Bwana, e Yerusalemu. Umsifu Mungu wako, e Sioni. Kwani amekaza komeo za malango yako. Amewabariki wanawako ndani yako. Kitikio: umtukuze Bwana Yerusalemu. Ameweka amani mipakani mwako, amekushibisha kwa unono wa ngano. Hupeleka amri yake duniani. Umtukuze Bwana Yerusalemu humjulisha Yakobo neno lake, Israeli amri na kanuni zake. Hakulitendea taifa nyingine lolote lile hayo, wala hawakuzijua kanuni zake. Utukuze Bwana eh, Yerusalemu. Wingu likatokea likawatia kivuri, sauti ikatoka katika wingu ikisema: Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako E Bwana. Marko sura ya kwanza, mstari wa saba hadi kumi na moja. Wakati ule Yohane alihubiri akisema, anayekuja baada yangu ni mwenye nguvu kunipita mimi kwake sifai hata kuinama na kumfungulia kidamu ya ki. Wakati ule Yohane alihubiri akisema, anayekuja baada yangu ni mwenye nguvu kunipita mimi, kwake sifai hata kuinama na kumfungulia kidamu ya viatu vyake. mimi nimewabatiza kwa maji, yeye lakini atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ikatokea siku zile kuwa Yesu alikuja kutoka Nazareti katika Galilaya akabatizwa na Yohane katika Yordani. Mara alipotoka kwenye maji aliona bingu zinafunguka na Roho akimshukia mfano wa jiwa, na sauti ilitokea biguni ikisema, wewe ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa nawe. ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristu.